Tumia application hii kutengeneza passport size, haijarishi kwamba umetumia kitambaa kupiga picha ama haujatumia kitambaa whatever, lakini application hii itakufanya upate picha nzuri. Hii inaitwa Photo Director, ifuatilie mwanzo mpaka mwisho. Ni njia rahisi sana ya kutengeneza passport size. passport kutumia tambaa wakati wa kupiga picha. Kwa hiyo twende uh, moja kwa moja uh, utakachotakiwa kufanya uta download hii application, inapatikana Play Store, inaitwa Photo Director. Ukisha download hii application, ukisha install kwenye simu yako, utakuja kutafuta tu picha yako ambayo unataka kuifanyia, ambayo unataka kuitolea background ili uweke background ambayo ni artificial ya bluu kulingana na mahitaji ya picha yako. Kwa mfano mimi nitachukua picha moja tu katika hizi ambayo imepigwa uh, katika mazingira ya kawaida kabisa. Nitachukua picha hii hapa. Hii sio passport, lakini natolea tu kama mfano, ili kwamba tutumie hii kujifunza. Utaifungua picha yako Unaweza kutumia njia moja kwa moja kwenda kwenye application kule, kwa application, ama unaweza kaifungua picha halafu kaje ukaisendi hapa. Kama umesha, insta, umesha, umesha download application, itakuja kuonekana huku. Kwa hiyo sasa utakachokifanya utakuja, uta, uta send kwenye photo director, utasubiri ifunguke. Kama simu yako, yangu kidogo sio nyepesi sana eh. kwa hiyo inakawia kisha kufunguka, hivi ni photo director, ndugu mtazamaji, umeandikwa juu photo director. Kuna mbalimbali za kuweza kufanya kuzitumia ili kupata matokeo ambayo unayohitaji, lakini kwenye swala la kuondoa background, utatafuta tu kitu kilichoandikwa cut out. Uta scroll kwenda kushoto, alafu utapata kitu kimeandikwa cut out, utakifungua hicho kidude, kisha ukishakibonyeza tu kina kati ya automatic haupaswi hau, hau, hau kutumia sijui njia ndefu na nini, kinakata moja kwa moja kabisa. Utakachotaka kufanya utakuja tu kuharili hapa kidogo, kama kuna mapungufu na nini. Kwa mfano hapa kuna ngozi likatwa kidogo, utaweza kuja kuongezea kidogo, ni kama tuna brush. Yani ikizidi, unatoa. Haihitaji nguvu nyingi kutengeneza hii kitu utai brush kidogo ili kuona hizi sehemu ambazo hazijajaa vizuri zinajazwa. Uh, baada ya hapo, ukishaona kwamba umemaliza, kwa sababu ni picha mfano, utapiga tiki okay. Baada ya kupiga okay. Utakuja hapa, kuna rangi kama hizi, hautumii za kutafuta mwenyewe. Utakuja siku kwenda kushoto kidogo, kuna rangi sky na trending utachukua alafu uta adjust picha kidogo hapa ili kuonekana kwamba imejaa port. Baada ya, ya hapo, utapiga tiki. Uh, tupiga okay, yes. Baada ya hapo, sitakuja kuicrop picha yetu, takuja kucrop namna hii hapa, tafungua hii hapo, alafu takuja kutafuta tasko kwenda kushoto, kuna kitu ki na mimi napenda kutumia sana hii 3 by 4. hii. Hapa. Yes, kishamaliza hapo nita... Naweza kutengeneza uh, kama navyotaka mimi passport yangu iwe s yes, nikishaona kwamba nimedizika na matokeo nitaishia hapo nisiharibu, tapiga alama ya, ya, tapiga okay. Baada ya hapo labda kama sata kufanya vitu vingine, kwa mfano nataka kuiongezea kidogo kala na nini utakuja kwenye wamadamandika hapa, hapa adjustments baada ya hapo unaweza ukatumia automatic ukiona kwamba oatina kuzingua unaitoa unakuja unatumia hizi za humu. Hii ni exposure, unaweza ukaongeza mwanga ama kupunguza kwa video yako. Hii ni contrast, utaongeza kidogo contrast, sifike mbali sana. Tutakuja um, kwenye highlights, utaongeza kidogo tupate uangavu. baada ya hapo Uja kutumia hizi zina hapo inaitwa saturation, utaongeza kidogo saturation. Baada ya hapo utakuja kuchukua sharpness, ili iwe ionekane kwa ukaribu sana. Baada ya hapo utatumia temperature kidogo, uta try fanya picha iweze kuonekana vizuri kabisa. Baada ya hapo tutaangalia kitu gani ambacho hatujatumia na cha muhimu, nikiangalia hapa ya iko tayari hapa tumefanya tu kidogo color collection kidogo, tukibonyeza hapa tukaona ile ya mwanzo kwa kidogo imepokea okay, kidogo, lakini hii awala imeng'ang'a, imeng'ang'aa, yes. Kwa yes, hiyo uh, sasa ukiona kwamba bado kabisa, labda saturation ni ndogo, utakuja ku adjust kidogo hapa. Usifanye sana, usi overdo, inaweza kukuletia, yes, matokeo ambayo unatarajia unapiga okay. Baada ya hapo utangojea ishamaliza utakuja, utaidownload hapa. Kushamaliza hapo, hii ita, itakuwa tayari. Baadaye uta cancel, utakuja huku kwenye blue files zako, utafungua file manage, after there utagusa hivyo, alafu utagusa hivyo, theni utakuja hapa omandiko Photo Director kisha ya utaikuta picha yako picha yetu tulioitengeneza ni hii hapa kwa hiyo, hii ndio njia tu nyepesi na rahisi sana ya kutengeneza passport size akutumia uh, simu ya kwako kwa. Hapa tu utakachoenda kukifanya, kwa, kwa mtu wa stationari ni kwamba akuprintie tu basi, vitu vingine umevifanya wewe peke yako. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana. Jina langu naitwa Baraka Ernest Kalimanzila, uh, ni producer lakini pia a na mitindo kidogo mambo ya mtandao haya mtanda kidogo anafanya. Kwa hivyo, a, asante kwa leo, tokie wakati mwema.